Hiyo mm. Mvua imeharibu hiyo site tulianzisha hiyo oh. Site saidi... ya muindi hapo ndazoeria hapo nini imejaa maji. Imejaa maji hivi foundation imejaa maji. Tukuru mano tunafanya tuna, tuna aje ya. Mimi ndio hii ndio ubaya. Kuna uzuri wa mvua na ubaya ya mvua. Uzuri wa mvua at least sisi mm. tulihama msimu wa mvua tunajua hii nyumba yetu ni. Kuna hapo oh, unaona hapo kwa kijiji hapo Longalo. Eh, eh nyumba imbeba watu. <laughs> <laughs> yaani unaingia hivi mtu analala kwa eh, maji. Kitanda ime, maji imemjia mpaka. Naambianga watu waame msimu wa mvua. Eh. Wale wale ama msimu wa jua. <laughs> Wajua. Wakaambiwa sijui si, wale bedroom ya mabati ni 15. <laughs> ni 15 na -di. Na -di. Na -di unashinda hey. Kuna fundi mingine hapo walipatwa eh, nje uchi na bibi yake, kama bado wako kuzingiza au wanaota, hadi mvua inanyesha, kumbe wako hii eh. <laughs> Hey, watu wauchi hey, uchi yao ni mizuri sana hey, ilinifurahisha. Uliona uchi yao? Aa, aa niliziona watu wakisema masufuria, sijui nini, vitu important mpaka zatimike kwanza, hapo kwa... Hey, karibu Andele eh. Yes. Hey, kumbe muko Andele mm-hmm. umekuja Nairobi? Nimekuja, nimekuja. Duka hapo chini. Sina mjua huyu mtoto wa brada, kwani ulikuwa unakuja na usemi yawa ama alikuambia? Ah, nisadi tu maji tu nikunywe kidogo, ngoja kwa kwanza na maja. ndele Umekuja Nairobi na hujaniambia kama unakuja hapa, unadhani Nairobi ni choo? Uh, ilikuwa ni emergency. Emergency gani? Mbona hukunipigia simu? Kuna, kuna, kuna interview nilifanyanga tu Nairobi lakini sasa waliniambia nikuje, nikuje, acha nirudie ile haikoenda vizuri. okay, interview gani umekuja kufanya na na, na Nigeria na bagu? Umebeba na kila si kitu Andele, hata kama unakuja. Andele, si upigie mtu simu. Simu sasa, yeah. ungepata kama tuko hapa na bibi yangu vibaya. Sio, si unielewe tu sasa zime na dao. Kuelewa aje? Hii ni Nairobi, kama Nairobi lazima upange. Unakuja kwa mtu una yeah, uh, uh, una una kwa... na hujapiga simu. Unakuja kukula wapi? Hata hiyo michezo yako kwa, unapata tumeama na unapata tumeama ama. Tukarudi tu. Sio, ningewapigia tu simu wenye. Unapiga simu aje mpaka ba, ba, baba yako mbona hako niambia, ango ango nini? Ndugu yangu namba, namba yako ni kama ile ile potea, alikuwa anasema namba nyingi zimekumbia, ah, kwa simu yake. Hata hiyo michezo yako nakuja hapa umebebana kila kitu hapa tu. Hapa, hapa umebeba nini? ni ni manguo zangu, nimekuja tu manguo. hata mahindi hujakuja na umekuja, ume kukula kukula nini? umekuja na iba. Nilikuwa nilikuwa nimebeba nini watermelon. Alafu ameiba watermelon, inakuanga huko kwetu Watamela nii ameingia Nairobi hapa, hiyo michezo hivi ndio michezo. Sipendani na relatives wana kufuata mpaka Nairobi na hujaambia. Si eti nimekugeuka, sasa hivi uchumi ni mbaya, huwezi kuja tu kwa mtu. Hakuna kugeuka mtu hapa sasa hivi, watu wanalima usago, mvua inanyesha munakimbia kulima, ati mnakuja Nairobi eh, Kupigi huyo mutu alikuita interview ndio mutaisi kwake mimi sipendi hiyo mchezo mmebebana hapa na bag na munguna interview ukiitwa unakuja na buja yawa hii nah, bagi ya mjani buja unaenda peleka nae wapi ama hii yonjo. Kuna relative wangu nikuje nikae ni kaya hapa. Eh, sasa kipika kiso interview, interview. Lanza mm -hmm. Ukiitwa interview umekuja kujaribu. Unabebana na bagi yote mpaka yeah, bikini si ya siu na hapa lafu ni kia interview ni kitoka na kuja na kula hapa lafu na hii nyumba ndogo hii nguo zako ndogo utanika wapi? Jumi na nika yangu hapa. Hii na isi na bibi yangu hapa. Kuna msichana ukuja hapa naitwa Melody. Pia hako university umemwona hapa saa hii. Hako kwao.

Wacha hiyo mchezo yako bwana, nasi wenye wamelipa wangepiga simu, kwani hamna namba zetu? Unataka hey, hii ni ujinga. Hakuna mambo na njana, lazima uexplain vizuri umekuja kufanya nini. bag mbili umebeba, umetoa zako na hata kae, kuna madhari hata mahindi na madhari. Hizo ni hasara ziwezi e. Kwa hivyo

Ee, hey, huyu kijana wa ndugu yako amekuja hapa na hajapiga simu, na mimi kwangu hapa ni kidogo, siku hizi niko na mezechana wa kinalenza hapa. Huyu kijana wa mole mdogo huyu anaitwa Andele. Andele amekuja hapa, hajapiga simu, hajakuja hata na gorogoro ya kumkipu yeah, kidogo. Hata mena hata ya shilingi 100. Amekuja hapa na Nigerian bag amebeba manguo zote. Hivyo ndio watu wanaishi. Sio Omolo angenipigia hata simu aniambie kijana wangu anakuja hey, kutafuta certificate? Ati anaenda interview. Na hata jana si uliongea na Omolo au? Eh, hey, nimeongea ni na baba yake hapa jana. Yeah. Sasa hii amerusha mtoto hapa nadhani sijui. Interview gani unafanya na class 7? Interview gani? Ulifika class? Umefika secondary? Hapana, ndio ninataka ni, ni, ni kujoin. Unataka kujani sekondari na umekuja interview? Huyu amekuja kuishi. Sasa unasikia hiyo ukora, ndio sitaki hapo nyumbani. Na hiyo kama ndio kitu inafanyika, kila mtu akae na familia yake, mm, wasione ati bado tuna mtoto hapa na bibi yangu, sasa wananiletea vumbi. Wasione ati zina nini responsibility, unatuma mtoto wako aenda kwa ango yako na mtuma hapo madhare hapo madhare madhare not hapo mukae naye for the time being. Ambia bwana yako. Hiyo nimechacho hiyo hey. Mimi siwezi taka. Sasa mmeamua aje? Bepigia baba yako umwambie unaenda kwa Auntie Atiz. Auntie Atiz madhare not. Madhare fizeto. Hey. Si, eo si si kwa kwa si, si sasa... ni hmm. mime mime Mimi I don't tolerate hakuna kuokoka hapa Nairobi. Maisha ni ngumu, umebebana na hujafika hata. Masomo yako si ya kuitana. Tembea huko utapata kwa simu. Hiyo ni michezo mnaleta hapa. Baba yako ameza kuz... Huyo hajakuja interview. Amezia hiva. Kila seven mtu analeta interview gani? Hata kukata miwa hapa Nairobi inataka akili. Mekuwa wachoyo ya mini. Mwagaka siya nakata miwa hapa. Angesema hiyo miwa zingesa mkata mkono kidogo kidogo. Ama unadhani kupila miwa ni rahisi? Hiyo ni michezo mnaleta hapa buwa. Mtu wawezi kukuletea responsibility. Ati umetoka nyumbani unakuja ha. Hapa responsibility bila kuambia. Ni tumi ni ngumu bwana. Kila mtu hizi na bibi yake tung'ang'ane tu, tu, tunajua kung'ang'ana. Hey. Hawa ndio wanatomwa. Akiza tomwa hapa. Ati yeye diara na hizi hivi na bibi yake, hey. Na hizi hivi na bibi yake, anaisi hey. Anaisi ya, kwa mabati. Kusema huko <coughs> nyumbani. Unafika nyumbani kila mtu anakuja. Anajua live visitor. Kila mtu anakudhara ndio wa maana wakikifika nyumbani unawekwa na madumu. Mama hiyo si, hiyo si, hiyo siwezi si, taka hiyo mambo ya ujinga mimi. Hiyo apeleke huko yu. Hata brother yangu huyo, ndi aliuza masamba yote, ndiyo inasaiti inafanya tuko Nairobi. Huyo molo, huyo molo, baba yake huyo, oh. baba yake alikuwa na rombaya kabisa oh. oh. aende madhari, hata aunti yake pia ng'ang'ane naye eh. Kwani tutasinda hapo jamini? Acha mimi niende niangalie hiyo site kama imekauka. E, inaweza kauka au walikuwa wanatoa maji na moto. Eh, mtu akikuja hapa nipigie simu kwanza <laughs> simu. Iwe ndugu yangu iwe nani? Ay.